Hamjambo wageni wetu na wenyeji pamoja sote kwa jumla. Naam, tunampa shukurani nyingi sana mgombea wetu wa kiti cha urais, na Mwenyezi Mungu amweke pahala pema katika kiti cha makazi ya urais Inshallah. Mheshimiwa, nitatoa maneno matatu mawili ni yangu binafsi, moja la familia nzima Paje. Kwa hivyo na lianza la familia. Mheshimiwa, Paje tuna kero kubwa sana na kama tumetwishwa kiasi tuanguke, wageni wetu wanatudhalilisha, mwisho wa kutudhalilisha na wanatuambia walilojia, samahani kidogo eh? walilojia hapa wengi wanatuambia ukahaba, na sisi wengine tuna tuna wenetu wake zetu, uivu majumbani umepamba moto. Wageni wemetuchosha kwa, kwa vitendo vao, hatuwachukii wametuchosha nafikiria hata wewe Mheshimiwa, kama utafika usiku, tutafatana, tutakwenda mbio, tunafukuzwa na wanawake ili tukastarehe. Hili tunakuomba Mheshimiwa utufanyie msaada, kila njia lituondokee na tuna balaa kubwa Paje, ulevi, ulevi mwingi sana kuliko mjini. Alikuja mtu wa mjini nikamwambia, na akakataa, kaona mjini kubwa. Nikamchorea chini plani, nikamwambia hivi, haya hii mjini, toe kijiji hiki.